Mtazamaji, kampuni ya Royal Media Services kupitia Radio Citizen imeendeleza na misafara yake ya kukutana na kuwaburudisha mashabiki wake sehemu mbalimbali humu nchini. Wikendi ya Pasaka haikuwa ya kawaida kwa wakazi wa Siaya, ambako burudani ya Rhumba iliandaliwa huku watangazaji wa Radio Citizen wakinogesha sherehe usiku kucha. Naam, Steve Shitera na taarifa zaidi. Ilianza kwa kishindo Jumamosi ya Pasaka mashabiki wa rumba walimiminika katika mkahawa wa VIP Siaya kwa tamasha ya kukata na shoka ya rumba ya Pasaka. Kikosi cha Radio Citizen ongoza usiku wa burudani chini ya usimamizi wa Tina Ogal, Fred Obachi Machoka, Vincent Atea, Kamao Munywa, Munai Jenerali na DJ Mike ambaye alihakikisha midundo ya rumba iliporomoshwa kwa ubora wake. Mashabiki walinengua maungo, uhondo wa rumba ukiwasisimua. Hapa walipata fursa ya kipekee ya kutakana na watangazaji wanaowaenzi. And and uh, you know, really it popote pale, tunajua kuwa tutakuwa tunapata nafasi ya kusambaza upendo na kuungana na wasikilizaji wetu kwamba tutazidi na tunakuja sana karibu na wewe. Tamasha hii ya Rumba Night iliandaliwa kwa ushirikiano na mkahawa wa VIP. Msimamizi wa Radio Citizen akisema, ndiyo mkoko unaalika maua. Bendi jukwani ilidhibiti jukwaa, ikiporomosha midundo ya rumba, iliwafanya mashabiki kuganda sakafuni usiku kucha. Steve Shitera, runinga ya Citizen Madea Siaya